Sasa kulevya jamani ni kemikali yoyote ambayo binadamu akitumia inamuondoa kwenye uhalisia wake, mfano hisia zake, mawazo yake, mitazamo yake na tabia zake. Kwa sababu ukitumia dawa za kulevya inaenda kuathiri ubongo, afu inakuja kuletea vitu ambavyo vile havikubaliki kwenye jamii na unakufanya vitu ambavyo havikubaliki kwenye jamii. Na dawa za kulevya mara nyingi tukiambiwa, tunaambiwa bangi, mirungi, hero na zile dawa kali ambazo tunazijua. Hizi ni kosa kisheria, lakini tukumbuke ukitumia hata panado bila utaratibu au maelekezo ya daktari, maana umetumia dawa za kulevya. Umeelewana, umetumia piriton, umetumia hata dawa ya hospitali pasipo na maelekezo ya daktari, basi tayari umetumia dawa za kulevya. Tumeelewana hiyo concept? Maana yangu ni nini kwenu? Ikitokea unahisi maumivu, mwambie mwalimu, atakupeleka hospitali, utaandikiwa dawa, sawa sawa? Au mwambie mzazi na mlezi najisikia hivyo peleka hoteli wanikwenda usende. Ukahisi una maumivu makali, kichwa kinakuuma, ukafanya maamuzi ya kuchukua dawa tu, ukatumia kwanza, inaweza kukuletea madhara, una overdoses, lakini matoka kutaingia kwenye utegemezi wa hizo dawa. Siku nyingine utahisi utatumia tena na tena na tena, na kwa siku utakuwa na utegemezi wa hiyo dawa za kulevya. Lakini kingine, tunazungumzia sigara. Sigara ni dawa ya kulevya ambayo haina changamzi halali lakini kwa nyinyi kwa umri wenu isitokee. Mimi ni mjomba wako ni mlezi wako, na kwambia kanunulie sigara, lakini kisha kanunulie sigara, afu nakwambia kaniwashie. Maana kwa kiwasho utafanya nini? Utatumia, utapiga pafu. Maana kumbuka utakuwa umetumia dawa za kulevya aina ya tumbaku na ni kundi la kichangamshi. Kwa hiyo inapotokea umetumwa sigara, make sure au mwambie, inawezekana anayekutuma hana taarifa, mwambie kwa umri wangu mimi sistahili, sista au kwenye haki za watoto sistahili mi kutumwa vileo, akutume chakula akutume kazi za nyumbani, kesi siku kutuma kwenye kununua pombe, siku kutuma kwenda kununua sigara, siku kutuma kwenda kununua kitu chochote ambacho nje ya utaratibu au nje ya, ya maadili. Kwa sababu nafahamu sisi, kuna imani za dini hapa, kuna Waislamu na Wakristo. Hivi kuna dini naosema tutumie vileo? Kwa kwendeni kwenye, kwenye ile muktadha wetu wa kiimani, imani hairuhusu, lakini hata mwongozo wa, wa nchi haruhusu watoto kujihusisha kwenye hizo biashara. Dawa za kulevya zinahatarisha maisha yenu. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa kwa ujumla ili kuwapa hiyo elimu mjitambue, na mweze kutusaidia kubaini ama kutoa taarifa za watu ambao wanajihusisha na hayo mambo. Sisi kazi yetu kubwa, tutamchukua kama kijana, kushirikiana na hii na hii e, taasisi ya Gift of Hope, kwa ajili ya kuanzishia ushauri nasaha sawa eh? Hawa ni wataalamu wa ushauri na saha wa, wakishampata huyo mtu wataanza kumfanyia matibabu, ni pamoja na kumshauri ili aachane na hizo matumizi ya dawa za kulevya sawa eh? Lakini na imani nyie hamtajiingiza huko. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.